Jina la Bwana libarikiwe, yeah, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Timisha chigazi wetu pedwa na omba kibali kwako, kwanza nashukuru umepokea, yeah, kwa furaha yeah, lakini pia somo <laughs> la <laughs> leo <laughs> kwenye shule ya Jumapili limenigusa na mimi. Bwana Yesu asifiwe nikakosea nikaanguka, sikiwe. Ndugu ni yangu Danford, mzee wa kanisa kufahamu, naitwa Frenki Vicent Sima, nimeokoka na mpenda Yesu Amen. ni mzee wa Yesu Amen. na mpenda Yesu kweli kweli kweli, sehemu ya kuatia moyo, kama Petro alivyodondoka, mimi sikudondoka, nilianguka kweli

namgeni kutoka Dubai na kuja na mradi mkubwa wa miaka thelathini utakaosaidia watu wa Kilwa kuanzia kusini mpaka kaskazini kupanda mikoko zaidi ya hekta elfu tano na kwa hiyo, kwa sehemu wanaenda kujenga au kuwezesha ajira kwa jamii anesal kazi nzuri ambayo inaenda kuelekea kuuzisha uumbaji na yeye wacika ile mikopo itakapoota kiasi ambacho itakuwa ni kupunguza hewa ya ukaa kwenye anga, wanapiga mahesabu wacheleke na n wanapiga mahesabu wacheleke huyu, kama staff, sio mradi wenyewe. Nasoma a mrefu mahesabu watupaa yapata, wanaenda kuuza kwenye soko la dunia. Fedha zitakazopatikana zinarudi kwa wananchi kwa mgawanyo ambao umewekwa kisheria. Kwa hiyo kuomba nishiriki kwenye safari kama hii japokuwa nimestaafu. Huu ni mwezi wa pili tangu nimestaafu, na Yesu asifiwe. Sio kawaida sana mtu kustaafu akakumbukwa, wanakuona kama ni mzee umechoka, na na lakini kuna wengine walikuwa naomba ustaafu haraka uondoke na kimkini. Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo, kwa hivyo kanisa alikuwa ananiambia asubuhi leo, naenda kwa kibali na wale wetu kwamba sio kawaida sana kuomba urudi kazini katika mazingira haya mzee, kweli kweli. Na unachokifanya ndio hiki hiki ambacho anaweza kufanya ojereke, wewe ni nani hata utukuliwe tena? Ni Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kulitambulisha ka mgeni onaki ia ushuhuda kwamba kuanguka na mimi ndio wewe kuanguka mwaka 22 nikuja nikainuka upya. Bwana Yesu asifiwe. Nilianguka Tuli, kuliko hivyo na uanguka wewe, usiogope. Usiseme sasa nimekwisha. Ah ah. Nilianguka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu baadaye naye akaniinua. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwa kula moto kama Yesu mzee wa kanisa na na mimi pia mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nimefurahi kufika hapa na hakika nimepokea kitu kipya kupitia hii somo la awali na najua pia kwa mambo mengi tutapokea zaidi na zaidi. Niko chini ya mguu wa mchungaji. Niko tayari kupokea. Jina la Bwana libariki.